Jaji wa mahakama kuu kanda ya Mwanza, Mheshimiwa Lameki Mlacha, ametupilia mbali hoja za mawakili wa serikali Emili Kiria na Seti Mkemwa ambao wametaka kusiwe na kesi ya msingi kwa kuwa mtoa maombi hakuwasilisha mahakamani hapo hoja za kubishaniwa kwenye shauri hilo, huku upande wa utetezi unaoongozwa na mawakili watatu kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Johni Maria, James Olemiria na Paul Kipeja, ukijibu hoja hizo kwamba katika hatua hiyo masuala ya kubishaniwa hayana sababu ya kuletwa mahakamani kwa kuwa ni hatua ya awali sana. Kuhusu uhalali wa kisheria wa baba mdogo wa marehemu, majibu yalikuwa kwamba baba mdogo, kwa kuwa ndiye aliyemlea marehemu Mawazo tangu akiwa na miezi miwili toka kuzaliwa kwake, kwa mira za Tanzania, anayo mamlaka na uhalali wa kisheria wa kuwasilisha maombi hayo. Mahakama imekubaliana na hoja za mawakili wa mtoa maombi na kuamua kuruhusu kesi ya msingi kufunguliwa kama ilivyoombwa na kutupilia mbali mapingamizi ya mlalamikiwa wa kwanza, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza na mwanasheria mkuu wa serikali. Nje ya mahakama hiyo, wakili wa mlalamikaji John Maria amezungumza na waandishi wa habari kuelezea hatua zaidi zinazofuata baada ya mahakama kuu kanda ya Mwanza kuruhusu kesi hiyo ambayo imevuta hisia za mamia ya wakazi wa jiji la Mwanza kuanza kusikilizwa hapo kesho chini ya hati ya dharura. Tumepeleka maombi matatu, ombi la kwanza likiwa ni amri. Tupate, tupate amri ya mahakama inayotengua zuio la mkuu wa polisi wa, wa Mwanza la kuzuia shughuli za uwagaji wa mwili wa Mawazo zifanyike hapa Mwanza, lakini ombi la pili ni, ni, ni kuiomba mahakama itamke kwamba zuio hilo ni batili na kinyume cha sheria na ombi la tatu na la mwisho ni kuomba mahakama imkataze mkuu wa polisi wa, wa, wa Mwanza kujishughulisha na jambo lote nausiana mambo ya maziko na kuagwa kwa marehemu Mawazo. Tumepokea vema sana a, maamuzi ya jaji aliyeamua kwamba mapingamizi yaliyowekwa na upande wa serikali hayana mashiko na hayana msingi na kutoa ruksa kwa mawakili wa upande wa malalamiko kwenda sasa kuleta mahakamani hati rasmi za malalamiko. Kwa hiyo mawakili wetu wanakwenda kuandaa nyaraka hizo na watazileta mahakamani baada ya muda mfupi. Kutoka katika viwanja vya vi Mahakama Kuu jijini Mwanza, mimi ni Mabere Makubi wa ITV.